Vipi? Mbona umekuja na hasira hiyo? Vipi mwanangu, mbona unakuja na hasira hivyo? Hivyo, mama, una akili kweli wewe? Yaani mtu mzima kabisa unaweza kukaa jikoni ukapika chakula kama hiki. Kina nini? Na chakula nimepika vizuri tu mwanangu, nametoka kula muda sio mrefu hapa. Iki chakula kiko vizuri, hakuna shida hiyo, si ndio? Ndio, ni ni ni ni ni ni nini nafanya kwamba wewe uone au yani mme wangu, mamako amepika chakula kajaza michumvi, chakula kichungu. Yani iki chakula hata ukimpa pwenza, mme wangu hawezi kula, japokuwa kazoea chumvi. Sio kweli mwanangu, chakula nimekipika mimi mwenyewe, nimekipika vizuri, nimetoka kula muda sio mrefu. Aya, machumvi sijui amekifanya nini huko mke wako jikoni alivoenda. Kwa hiyo mama, nataka kusema nini, kusema mimi nimekuzushia au mimi nikuzushie wewe ili weje mimi nabato na wewe. Hebi, hemi nomba kwanza ujiheshimu japo kidogo alafu, unaakili kweli wewe. Ni maneno gani ambayo unamwongelesha mamaangu? Huyu ni mamaangu tena, mamaangu mzazi. Hata kama atakuwa amekosea jaribu kuongea naye taratibu, sio namtolea maneno makali kiasi hichi. Aya, kwa mfano unavyomtolea hayo maneno, amezidiwa presha, imempanda na anguka hapo, unataka tuongee nini sasa hivi. Imjaribu basi kujiheshimu hata kidogo, jaribu kuheshimu na watu wazima kama hawa. Mbona kwa hivyo lakini, ikitokea ameanguka tunazika hivi? Kati yangu mimi na wewe asiokuwa na akili nani? kama unajua mama yako ni mgonjwa, kwenye nyumba yangu anafanya nini? Au umeambiwa kituo cha kulelea wazee hiki? Sikiliza nikwambie, wewe, mama kama ukiwa haujisikii kupika kwenye nyumba yangu, ni bora ushinde na njaa kuliko unaniharibia bajeti. Unapika vyakula vyangu, alafu unanipikia vitu vya hovyo, sitaki. mi naomba unisamehe kwa hichi kilichotokea, ila haya yote anatokea kwa sababu we bado ni mgeni alafu haja kuzoea kwa wakati, siku unavyozidi kwenda na mi natakuzoea alafu haya yote hayatotokea tena. Mwanangu, nisikilize kwa makini, mimi ni mtu mzima, naona mbali, naona mbali kuliko unavyofikiria. Nilishakwambia huyu sio mwanamke. Mke wako ana roho mbaya, mke wako ni mchoyo Mko wako hanipendi hata kidogo. kwani utaki kunisikia oa oh, mwanamke atakaye tunza familia yako, atakaye kulelea mama yako. Ipo siku utakumbuka maneno yangu. Sawa mama, mimi nimekuelewa, ila tu mimi naendelea tena kumwombea msamaha, na hata hivyo nitaingia ndani sasa hivi. Nitaenda kumkanya kwa hicho ambacho alichokifanya, sija karejea tena na naamini nikienda kuongea naye hatuweza tena kurejea hili swali. Jamani, vizahainecho kabisa. mm -mm -mm. mm -mm -mm. Mapenzi yameniteka, sina la kufanya. Mimi moyo wangu ameuteka amana, ameshatupa kajini, ananifoke anacheka, kwaki nimekuwa zuzu

Me choka visa. Wapi? Sasa ilo unakwenda wapi? Sasa ilo ni swali gani na niulize? kwa hiyo kwa hiyo kwa ule upuzi aliofanya mama yako unatarajia niendelee kukaa humu ndani ili iweje? Unataka nikae na njaa sio? Mi naona mda bado upo wa kutosha, alafu naomba msamii mama yangu kwa kile alichokifanya. Kifanya halithamiria kufanya vile, ni bahati mbaya tu, bahati mbaya hiyo sio bahati mbaya, amefanya kusudi. Alafu kama ingelikuwa ni bahati mbaya, basi pale asingenikana, lakini amenikana pale. Amekataa kata kata kwamba hii kile chakula hakina chumvi, japokuwa amekionja na amegundua kweli kile chakula hakiko sawa. Au ndo anafikiri ananikomoa? Sasa mwambie hivi, hanikomoi na wala hawezi kunikomoa kwenye nyumba yangu. Na hii ni vita anaianzisha, na ninauhakika kabisa hatoiwezi. Tusije tukalaumiana. Sijaona sababu ya wewe kufanya yote hayo. Alafu naomba mimi nichukue hii nafasi niende nikakufuatia chakula ili uweze kuja kula, lakini wewe muda huu kutoka sasa hivi, sio kweli, hauwezi kuondoka hapa kwenda kutafuta chakula wakati mimi nipo. sina muda ya kwenda kuchukuliwa chakula na wewe, ntaenda mwenyewe. Weka hapo, mwangalie mama ako, si mtoto mdogo yule baby. Tambua leo ni weekend kesho Jumatatu mimi natakiwa nianze kazi. Pirika za kazi kesho zitakuwa ni nyingi sana. Kwa nini hii siku ya leo tusitumie vizuri mimi na wewe, mke wangu. Na kuomba usiondoke kwenda popote pale. Naomba hii siku ya leo tuinjoy tukiwa mimi na wewe. Please nakuomba. Na hivi unajua sarungi? Mimi nilikuwa najua kama wewe ni mpungufu wa akili. Ila sikuwahi kujua kama ni mpungufu wa akili kiasi hicho. Sasa kuenjoy gani? Nataka tuenjoy humu ndani na wakati mama yako kutwa nzima anazurura humu ndani na vijora vyake? Sikiliza nikwambie, kuenjoy kuenjoy, na mimi ukae na mimi humu ndani kwa amani, mpaka ile siku ambayo mama yako ataondoka humu ndani, la sivyo sahau hicho kitu, kituba hakiwezi kutokea. mm -hmm. mm -hmm.

mwanangu, samani, lakini hivo ulivyovaa haiko sawa kabisa kwa mke wa mtu. Zingatia o ni mke wa mtu, mwili wako wa ndoa. Lengo la mazumuni yake ni kutaka mwili wako, hauonee peke yake kondakuwaku ustiri. Unavyotembea hivyo njiani, mwanangu, nionekana kama bado hujapata mstiri. Eh? Nakuomba kadafute nguo nyingine ajistiri, binti yangu. Hivyo we mama, mimi unanichukuliaje labda? labda na najiona, unaniweza sana. kama unaona hapa nilipo nipo uchi. Kwa kwanini usivue hiyo nguo yako, kanipa nijistiri. Naongea na wewe kama unaona hapa niliko niko uchi, kwa nini usinipe hiyo nguo yako nijistiri? Sasa, naongea nao, unamtolea macho. Kwa nini usinipe hizi nguo zako nijistili? Ni ni, ni kama ni si, unaona eh? Unakosea nini? Kitu gani unafanya hichi? Sikiliza nikwambie, wewe mama, naomba tuheshimiane, yaani uijue mipaka yako na mimi niijue mipaka yangu, sio umekuja kwenye nyumba yangu kwo unataka kunitawala, unipangie mpaka nguo za kuvaa. Wakati naivaa hii nguo, mume wangu alikuwa ananiona, kwa hiyo kama hajaipenda, ye ndio mtu mwenye mamlaka ya kuniambia mke wangu, hiyo nguo haustahili kuvaa, na sio wewe. Alafu na wewe ongea na mama yako tena umweleze kabisa mimi ni mtu wa aina gani na ni vitu gani sipendi na humu ndani. Nimeolewa na mtu mmoja tu, mapenzi yameniteka, sina la kufanya. Mimi moyo wangu ameuteka. Amama ameshatupa kajini. Ana nifukia nacheka, kwa kinibe nimekuwa susu

nitataka kukuambia kitu kimoja. Oa mke mwingine atakayeweza kuitunza ndoa yake na kustiri. Yule mke uliooa ni mke wa starehe, hawezi kuwa mke wako wa maisha yako na ndoto zako na watoto wako, hawezi hata mara moja. Mimi nakuelewa sana mama, lakini huyu ndo mwanamke ambaye mimi nampenda, na ndio maana nikadiriki mpaka kumuoa. Kuhusiana na hii tabia yake, mimi naamini atakaa tu sawa tumpatie muda, mimi nitajaribu kumrekebisha na kila kitu kitaenda kuwa sawa. Nisikilize nikwambie, mwanangu mno, nashindwa kunielewa hivi ninavyoongea, kwa sababu uko ndani ya dimbwi la mapenzi. tuko anatu waaina hisi kuna mama ambaye ndo mke sahihi alafu kuna mwanamke wa starehe. Maneno yangu takumbuka siku hii moja. kumwambia tunaenda kajistiri ananivua minguo

Kama kama ah, mwanangu, ndugu yako mwanangu, hapa na changamoto kubwa sana. Nimekutafuta hapa, nahitaji msaada kutoka kwako. Si unajua bi mkubwa amekuja home, alafu kama unavyojua tena, shemeji yako ni mvivu sana, hafanyi kazi yoyote ile. Yani kila kitu anataka afanyiwe tu, na mbaya zaidi sasa, bi mkubwa anaumwa kwa hiyo mama yangu sasa hivi ndo amekuwa mfanya kazi, anafanya kazi zote zile. Kwa hiyo hili jambo linaniumiza sana, nikaona bora nikutafute. Barafiki yangu, kuna kitu nahitaji unisaidie kwa, yani mi nahitaji mdada wa kazi angalau aje muangalie bi mkubwa kwa hizi siku mbili tatu hizi mpaka atakapoondoka. Sawa, ndugu yangu. Hata kwa kesho pia itakuwa ni freshi tu. Poa okay, basi tu nijulisha nshanga nini? Sasa mnijui juyo, nshanga nini? Mnafiki sana we, ko unashanga ndo kondom. Kondom uijui? Unataka kusema wewe na umri wako mpaka ulipofikia hapo wewe ujai kutumia kondom, si? Acha unafiki au tuseme basi sawa, kondom kama ujui matumizi yake, mi ningekushauri ungeichukua hiyo, ukamwambia bwanako akuelekeza vizuri namna ya kutumia au kama hauna bwana, mwana huyu anajua matumizi yake vizuri, anaweza akakuelekeza au chupi mimi nadhani chupi, hata wewe unayo na unaijua vizuri. Sasa hapo unajishangaa, kama sio unafiki nini? Mapenzi yameniteka sina la kufanya. Mimi moyo wangu ameuteka. Amama ameshatupa kajini, ananifokea, anacheka. Kwaki nimekuwa zuzu. Mama ni samehe kama sio inayofanywa, ila tatizo ni moyo mm.

Naomba unaambie hizi kondom zimefuata nini kwenye hii pochi yako? Yani umekuja kuniamsha asubuhi yote hii e, tunauliza maswali ya kijinga kama hayo kweli? Kwa hiyo hichi nilichokuuliza wewe unaona ni kitu cha kipumbavu, sindio? Nisikilize hapa nikwambie kitu kimoja, wacha kunifanya mimi ni mtoto mdogo. Mimi nina akili zangu timamu na najielewa. Naomba unambie hizi kondom zimefuata nini ndani ya hii pochi yako? Sasa ni maswali gani ayo unaniuliza? Yaani mimi nashindwa kukujibu, kwa sababu sina cha kukujibu wewe. Jana unajua kabisa mimi nilikuwa wapi, alafu unaniuliza maswali kama hayo? Swala la wewe ulikuwa wapi, ulikuwa na nani, hilo jambo mimi halinihusu. Ninachotaka kukijua hizi kondom zimefuata nini ndani ya pochi yako, la sivyo nitakupiga. Yapi au tokaa, ukaamini umenizalilisha mbele ya mama yangu. Unaona aibu? Yaani unatoka huko umerudi, umelewa, halafu unadondosha tena inatoka kondomu, inatoka na chupi hivi, una akili kweli? Yapi wewe wewe, unajielewa wewe? Naomba unaambia hizi kondomu zimefuata nini? Mlasi hivo, nitakupiga hapo, utakao kaamini mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. Unipige, nipige nipige kama unaweza. Hati ntakupiga? Yani hivi unavyoniona hapa, tangu nizaliwe mpaka najitambua nafikia umri huu mama mamangu angu hajawai kunyanyua hata kiganja chake cha mkono ananipiga, halafu unipige kama nani? Yani kwa mamlaka gani uliokuwa nao na mwili wangu mpaka unipige? Thubutu kunyanyua huo mkono wako unipige, kama haujanipa talaka yangu leo leo. Sawa, naomba ukanipigie nguo zangu pasi, unaandalie na chai. Nahitaji kwenda kazini, muda umeenda sana. Mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. Moyo wangu ameuteka, amama ameshatupa kajini, ananifukia nacheka, kwaki nimekuwa zuzuu.

kanibananisha asubuhi, nimemdanganya danganya tu, na kama unavyojua kwangu apindui, kanielewa ndio sa so nazanijauriwa <laughs> naye chezea mimi. Wewe, mbona mpaka sasa hivi kimya? Nimekwambia unipigie nguo zangu pasi, unaandalie chai, nataka kuwahi kwenda kazini, lakini mpaka sasa hivi sioni kitu chochote kile kinachoendelea, na muda unazidi kwenda kondo kama hivyo. Shoga yangu, kuhusu hizo picha hata usijali, yaani imi hapa saivi, acha niandae nguo kali kama hey, unavonijua hichi ambacho mimi nakizungumza ukisikie, au ni dharau tu tunaonyeshana? Hivi, unajua tangu asubuhi mimi nakuona tu yini, nakuangalia kabisa, unanichokonoa chokonoa tu mimi nakupotezea wewe unanifatafata. Alafu mimi leo sipo kabisa kwenye mudi ya kugombana na wewe, naomba uniache. Nimekwambia uniandalie chai, unipigie nguo zangu pasi, lakini mpaka sasa hivi kimya, yaani umekaa tu hapo unaongea na simu. Vitu vyenyewe ambavyo unavyoviongea ni vya kipumbavu kabisa. <coughs> Nakwambia unanitafuta, unaniona kama vile mimi na mdomo. Sasa hivyo vitu mimi unaniuliza mimi vinanihusu nini? Kuhusu hizo nguo sijui chai kamulize mama yako huko, nilimpa muda mrefu sana akuandalie ila naisi atakuwa amemaliza. Hivi mke wangu una akili kweli wewe? Nguo za kwangu mimi. Unaenda kumpa mamaangu anipigie pasi. Alafu wewe hujui kwamba mamangu mimi ni mgonjwa. Amekuja hapa kwa sababu ya matibabu, sio kwa ajili ya kufanya kazi, lakini nakuona tangu afike unamfanyisha tu kazi ambazo hata hazieleweki. Lengo la mimi kukuwa wewe ni nini? Nisikize nikwambie kitu kimoja, sawa. Mama yangu hajaja hapa kufanya kazi, naomba wewe ndio ufanye majukumu yako kama mke, sio yeye. Sasa hapo kati yangu mimi na wewe, aliokuwa hana akili nani? kwa sababu kama akili wewe ndio hauna akili. Maana naona unajisaulisha, mimi tangu lini nikaanza kufanyia wewe vitu kama hivyo? Tangu lini mimi hepi nikakupigia pasi nguo zako? Lini mimi nikakuandalia chai wewe? Au kwa sababu unamwona mamako amekuja humu ndani ndio unajiona kidume mwenyewe unaanza kunipanda kichwani, sio? Sasa kwa taarifa yako, huyo mamako mimi simwogopi, na hata akiendelea kuwepo humu ndani, kila mtu asimamie majukumu yake, Tusingiliani na kitu kingine. Kama ulikuwa unajua mama yako ni mgonjwa, humu ndani amekuja kufanya nini? Au umeambiwa mimi nyumba yangu imekuwa kituo cha kulelea wazee? Tuheshimiane. Mwanangu, kila kitu kipo tayari. Nguo nimesha kunyoshea na tayari chai iko tayari pale mezani. Mimi nimezoa kuandalia mwanangu tangie ukiwa mdogo. Kwa hata sasa najisikia fahari sana kukuandalia. Usiwe na hofu. Asante sana mama. Aye. yangu wewe ndio mtu wa hii nyumba. Umeolewa kwa ndoa, unapaswa unapoamka asubuhi umwandalie mume wako vitu vinavyohitajika. Hivi ujisikii vibaya mimi kuamka wa kwanza kumwandalia mume wako, wako. Wow. Sasa kama hivi vitu nilitakiwa nifanye mimi na tayari wewe unafanya, kuna haja gani tena mimi kufanya? Mimi kwa akili yangu ndogo naona kama tungekuwa tunafanya kwa kupeana zamu hivi, hivi ni kuachia wewe hivi ufanye, alafu ukiondoka mi nitaendelea kufanya. Au hiyo imekaaje mke mwenzangu?